Nzuri, habari za saizi. Naitwa Nasibu Hasani Kitabu, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Juza West Pickers Initiative, taasisi ambayo pamoja na mambo mengine inajihusisha pia na utoaji wa elimu uh, kwenye ngazi ya jamii mm -hmm. na vijana wetu hasa hususani vijana wanaokota taka kuachana na matumizi ya dawa za kulevya na kujitegemea na kuwa sasa nguvu kazi kwa taifa. Uh, kama unapambana kwa staili hiyo na leo uko hapa unajisikiaje kwa tamasha hili kutokea hapa Dodoma? Hili uh, ni kongamano kumbak, muhimu sana ambalo limeandaliwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kwa vijana wetu ambao wako kwenye hatari kubwa sana ya kuingia kwenye hizo changamoto za matumizi ya madawa za kulevya na kuzima kabisa ndoto zao. Sasa tunaona sasa hizi ni juhudi ambazo zinaweza kuwa zikichukuliwa mara kwa mara na serikali, na tulikuwa hapa Uh, pamoja na Mheshimiwa uh, Dorosi Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, eh, wanawake na makundi maalum, lakini pia tulikuwa na Mheshimiwa Riziwani Kikwete ambaye yeye ni waziri wa kazi, ajira, eh, na watu wenye ulemavu. Sasa hawa wamezungumza mambo mazito hapa kama ulivyoona, kuwa hasa vijana kwa badala ya ku, ku, ku, ku, ku, kutumia dawa za kulevya, wajikite sasa katika namna ambapo wanaweza kutimiza ndoto zao na hii sasa inatupelekea sisi kupata ujumbe ambao tunakupeleka kwenye jamii yetu, sasa kwamba vita hii sio vita ya kitoto, ni vita kubwa. Amesema kwamba mapambano yaanze katika familia, kuanzia kwa watoto na kuendelea. Nyinyi mnatoa maoni gani kwa hili kama wadau? Hilo ni jambo la msingi, hilo ni jambo la msingi kwa sababu jambo lolote liwe baya liwe zuri linaanza ngazi ya familia. Kwa hiyo ngazi ya familia ndio inaweza sasa kutengeneza hiyo mifumo mizuri na kuangalia mienendo ya vijana wetu kwamba tufuatilie mienendo ya vijana wetu. Tukiona viashiria vyovyote vya, vya namna ambavyo vijana o wanaanza kutumia matumizi ya dawa za kulevya basi iwe ni namna ambavyo tunaweza sasa kuanza kushughulikia hilo tatizo mapema zaidi kuliko li, kaliacha likaenea lika zaidi kwenye jamii yetu. Sisi wote tuna, tuna kazi kubwa sana hasa wazazi tuna kazi kubwa sana ya kuandaa hawa vijana kutimiza ndoto zao, na dawa za kulevya ni moja katika vitu ambavyo vinaweza kusababisha vijana hawa wakashindwa kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana, na niwapongeze kwa dhati kabisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kongamano hili ambalo wamefanya, makongamano mengi, lakini hili nalo ni kubwa sana ambalo limeenda kufanyika. Waathirika wa dawa za kulevya asilimia <laughs> kubwa ni vijana, mzee wangu, na unawaambia nini vijana? Wakae mbali na dawa za kulevya, kwa sababu hawawezi kutimiza ndoto zao. Uh, asante mzee. Lakini kubwa la leo ni kutoa kwa elimu kwa vijana ambao bado hawajajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Na nasema kwa kizazi hicho na bahati sana tofauti na miaka kwetu sisi elimu ilikuwa bado haijakuwa kubwa sana. Kwa hiyo sasa elimu inawafikia vijana na wanapata kuanzia shule za msingi, sekondari pamoja na katika vyuo, ya kuona jinsi gani wanajikinga wasijiingize katika matumizi ya dawa za kulevya, wakati tukielekea katika kilele cha siku ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya duniani tarehe ishirini na sita hapa jijini Dodoma, Tanzania ah. Leo tulikuwa na waheshimiwa kama Waziri Gwajima na na, nikikrizwani Kikwete Waki, wakiangaikia na kupambana na dawa za kulevya kwa vijana. Wewe umezungumziaje kuona mawaziri vya serikali imetia nguvu kubwa katika swala hili? Kwanza niseme kwamba kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania ndugu Areta Silimo amefanya kazi kubwa sana, na umeona kwa jinsi alivyoweza leo kuwepo na mawaziri wawili, waziri ambao anawakilisha kundi la vijana, waziri ambao anawakilisha jinsia makundi maalumu. Hii inaonyesha jinsi gani kwamba wote kwa pamoja wanaonyesha ushirikiano mkubwa wa kuona kwamba hii elimu inafikia vijana wengi kwa kuangalia jinsia zote za kike na kiume, lakini kwa kuangalia pia na makundi maalum mengine kama ya walemavu na makundi maalum mengine ambayo kwa kiasi kikubwa na walikuwa wameachwa pembeni, lakini zaidi wanafunzi wa vyuo mbalimbali ambavyo vilikuwepo hapa Dodoma CBD, vyuo vya mipango, St John na vingine vingi sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba serikali imejizatiti na ndio maana umeona leo tumekuwa tuna mawaziri wawili kutoka katika wizara mbili tofauti kuonyesha jinsi gani vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya serikali imezamiria, kwamba wanataka kwamba kutokomeza madawa yasiingie nchini, lakini pia kuona vijana wasijiingize kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wewe kama mpambanaji wa Tanpud umejipangaje kwa safari hii kupambana na dawa za kulevya? Sisi kama Tanpud kikubwa sana, sisi tuko katika kuangalia kwa kwamba serikali kwanza inafikisha huduma za tiba kwa waraibu wa dawa za kulevya wapate tiba, lakini sisi kama mtandao watu ambao tunatumia dawa za kulevya nchini Tanzania. Jambo la pili, kuona tunatoa elimu kwao. Mikakati yetu tumepanga tangia mwaka huu unaanza kwamba tunatoa elimu katika shule za msingi sekondari, lakini pia tuna social media page zetu ambazo kote inafikisha ujumbe wa elimu kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya. Lakini jingine haa, tunachofanya ni kwamba tunatoa elimu pia kwa wale waasirika wenyewe waraibu wa dawa za kulevya wajue kwamba wanapotumia dawa za kulevya wanaweza ukapata athari za magonjwa mbalimbali mbali, kama maambukizi ya virusi vya UKIMWI, maambukizi ya, ya TB na maambukizi ya homa ya ini, ambao sisi wajidunga wengi ambao wanatumia dawa za kulevya sasa hivi tunapata maambukizi yao makubwa. Lakini la mwisho, kuona tunashirikiana na serikali na sisi kama Tanpud mkakati wetu kuona waraibu ambao kwa katika vituo vya methadone mat clinic wanapata uh, kuendelezwa kupata mafunzo ya ufundi wa vitendo ili nao waweze kujitegemea, kwa sababu bado kuna unyanyapaa mkubwa sana kwa watu ambao wametumia dawa za kulevya. Wanaonekana kwenye familia nyingi kwamba ni watu ambao bado wafai, hakuna uaminifu. Kwa hiyo sisi kama Tanpud tunatoa pia elimu kwa jamii iache kuwanyanyapaa watumiaji wa dawa za kulevya wawape miradi mbalimbali waweze mbali kufanya wawape mitaji mikopo mbalimbali, kama maagizo ya kutolewa hapa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Dorosi Gwajima, ili na wao waweze kujitegemea na kurudi katika jamii na kuwa wazalishaji mali kama vile Juza inavyofanya. Juza inafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba inawasaidia waraibu katika mchakato wa kuokota taka, lakini pia unapata sehemu ya ajira. Kwa hiyo pia sisi Tanpud tunaliunga mkono na tuko pamoja kushirikiana na Juza katika hilo pia. Ushauri wangu kwa vijana, ushauri wangu kwa vijana usijaribu kutumia dawa kulevya hata siku moja. Dawa kulevya haijaribii kwa hiyo kamba linayo. Sikiliza, ukiambiwa hichi kusitumie usikitumie, tuepuke makundi, tuepuke kabisa kwamba kusema kwamba leo nataka nionje bangi, nataka nionje eh, heroini. Hivyo vitu avijadibivi kabisa. Kwa hiyo vijana, uh, tunasema kataa dawa za kulevya, umeelewa? Ili uweze kuangalia wewe future yako ya kesho baadaye. Asante sana, nashukuru sana brother.